Nikushukuru sana mhifadhi mkuu kwa kazi kubwa, kazi nzuri ambayo unaifanya, na sisi kwa kweli tunakupongeza sana. Tumpigie makofi mengi sana mhifadhi kwa kazi kubwa na nzuri, tunajivunia. Ukiona tufanye ziara mara kwa mara, tunaona unatosha mama, lakini ukiona tunakuja kila siku, unajua kuna mambo tunaona mchele mchele, eh. Kwa leo, muda, kwa leo hapa mimi naona kama muda, kwa kwanza naona muda tumetumia mwingi, kwa sababu kila kitu kiko perfect. Tumpigie makofi mengi tena mhifadhi wetu. Eh, unafanya kazi nzuri, unaishi vizuri na watumishi, unawasikiliza, hatuna migogoro ya watumishi hapa. Maeneo mengine ukienda, meseji zinakutangulia kabla hujafika, unajua tunaonewa, tunafanya nini, tunafanya nini, tunafanya bora. Umekuja na kajambo kangu ukitoka tuonane, namba yangu hiyo, nitafute baada ya hapa. Lakini hapa hakuna. Jipigeni makofi mengi sana eh? haimaanishi kwamba matatizo hakuna kabisa, lakini ni ishara kwamba hatua zinazochukuliwa kushughulikia hayo matatizo ni za kasi na viwango ambavyo vinampa matumaini kila moja and that's very important, si ndio eh? hatuwezi kuishi tu bila matatizo. Hata nyumbani kwako una matatizo eh, hata nyumbani kwako wewe una matatizo, mke wako ananung'unika lakini huko hapo yapo matatizo. Hivi umeondoka mwanaelewa vizuri, yawezekana mke wako unajua namna ya kumtuliza, lakini mtoto hujamtuliza naye ana malalamiko yake. Eh, yawezekana mtoto na mke wako wametulia, lakini kijijini huko babu na bibi na mjomba wanakulalamikia sana, nao wana matatizo yao. Lakini unaweza ukamaliza ya nyumbani, lakini jirani yako anakuwa na wewe ni kikwazo kikubwa, sivyo? Tunaelewana. Kwa hiyo matatizo yako kila sehemu, isipokuwa kinachotakiwa ni namna bora ya kushughulika na hayo matatizo bila kuleta madhara ama athari kwa watu wengine. Kwa hiyo niwaombe, ishini kama familia, ishini kama familia, pendaneni, shirikianeni, saidianeni, tangulizeni maslahi mapana ya kazi mliyoajiriwa kuifanya kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo halali ya viongozi yasiyokinzana na misingi ya utawala wa sheria, ili mwisho wa siku ustawi wa watumishi na ustawi wa hifadhi uende kwenda sambamba kwa hiyo nimekushukuru na kukupongeza na kutakia kila la heri eh, wewe pamoja na wote wanaokusaidia tunakutakia kila la heri.